Ndugu zangu wapendwa, katika somo la Injili tumesikia huyu mwana wa Maria akiwa katika kusali na wanafunzi wake, na anawauliza maswali mawili. Ya kwanza kwamba hivi watu au makutano au watu wengine wanasema mimi ni nani? Na wakamwambia, wamesema wewe ni, wanasema ni Yohane Mbatizaji wengine unasema ni Eliya au mmoja wa manabii aliyefufuka. Kwa hiyo Kristu alifanana sana na hawa manabii kwa mtindo wa maisha yake, kwa namna yake ya kufundisha, kwa namna yake ya kukemea uovu na kwa namna yake ya kuwajali watu, alifanana sana na Yohane na Eliya na manabii wengine, namna na alipokuwa akitekeleza utume wake kama ambavyo wao walitumwa na Mwenyezi Mungu kufanya utume waandaa watu kumpokea yeye, na yeye ali- katika namna yake ya kufanya kazi alifanana nao sana hapo. Lakini baadaye akawauliza, na ninyi sasa mnasema mimi ni nani? Petro akasema wewe ni mwana wa Mungu eh. Na akamwambia basi hiyo habari wasiiseme eh, kwa sababu anajua kwamba wanafahamu kwamba ni nani. Petro maana yake ame- ameungama imani kwamba Kristo ni mwana wa Mungu anamtambua au anajua lakini baada amejua ame, ameungama. Kumfahamu Bwana wetu Yesu Kristo ni jambo jema, ni jambo la kwanza, lakini baada ya kumfahamu nafanya nini? Nimeshajua kwamba ni nabii, kwa mfano, baada ya hapo mimi nafanya nini? Nimeshajua kwamba labda. Mimi kwangu nikiulizwa, mimi wewe kwako Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo ni nani? Mwingine anasema ni mwalimu. Ndiyo. Baada ya kujua kwamba ni mwalimu unafanya, ninafanya nini? Mimi nasema ni kiongozi. Baada ya kujua kwamba ni kiongozi nafanya nini? Usema ni Mungu wangu. Baada ya kujua kwamba ni Mungu wangu mimi nafanya nini? Ni mkombozi wangu. Baada ya kujua hapo unafanya nini? Kwa mimi nikisema Bwana wetu Yesu Kristo eh, hey, mimi kwangu ni mwalimu, ndio. Kama ni mwalimu je, mimi ambaye nimemtambua kama mwalimu wangu, kama ni mwalimu kwangu. Je, mimi ni mwanafunzi mwaminifu na mtiifu kwa huyu mwalimu? Hilo ndio la muhimu. Nikisema ni kiongozi je, mimi niko tayari kuishi kwa kufuata maongozi yake, kwa ni pamoja na kufuata amri za Mungu na kuzingatia mafundisho na kufuata neno lake. Nikisema bwana Yesu Kristo, mimi ni rafiki yangu, je, nina uhusiano mzuri kati yangu mimi na yeye? Kwa hiyo chochote nitakachosema, je mimi nikijipima uhusiano wangu kati yangu mimi naye, kulingana na ninavyomwita na, au navyomtazama Kristo, mimi nikoje? Kwa hiyo ninaposema chochote kile nikisema kwa Bwana Yesu Kristo, lazima ambaye sasa, mimi nirudi kwangu nione hivi: kweli ninaposema kwamba ni mkombozi wangu, natambua na ninaishi nikiwa na uhusiano na Kristo kama mkombozi wangu? Kweli ninaposema kwamba eh, ni nabii, je ninaishi kwa kufuata mafundisho yake, maonyo yake, makaripio yake na faraja zake? Napokea hayo yote? Ninasema kwamba mimi, ni mwalimu wangu, manake niko tayari kupita na ku, na kuenenda nikimuiga kadiri alipokuwa akiishi na alipokuwa akienenda. Kumbe leo si sote, kila mmoja wetu ajiulize ndani ya nafsi yake hii hapo, nijihoji mimi binafsi, mimi na Kristo uhusiano wetu ni upi? Mimi Kristo kwangu ni nani? Na nikishapata jibu kwangu ni nani, je, nijihoji tena Hivi kweli huo uhusiano ni nionao kati yake mimi kweli naishi hivyo, natenda hivyo, ninahusiana naye wa namna hiyo? Ambao mimi nitasema, ili tuweze kuendelea kudumisha uhusiano mwema kati yetu sisi na yeye, kwanza tumfahamu. Tukishafahamu ndio sasa tujibidishe kuishi kadiri ya huo uhusiano tulionao kati yetu sisi na yeye. Umbe Mwenyezi Mungu atusaidie kila mmoja wetu katika maisha yake daima awana jihoji na akisha jihoji, ukatoa jibu hilo jibu lilotoa, ndio sasa ufanye bidii ya kuishi kadiri ya huo uhusiano utakaokuwa nao kati yako wewe na Bwana wetu Yesu Kristo. Sifu Yesu Kristo.